Mwanamke umekosa kabisa hamu ya tendo la ndoa, ujisikii kabisa na mwenza, na mwenza wako hataki kulielewa hilo. Suluhisho lipo. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea hadi kusababisha mwanamke kupoteza kabisa hamu ya tendo na ndoa. Kwanza tunasema ni mvurugiko wa hormones. Sawa. Hormone hapa tunailenga ni hormone ya kike inayojulikana kama estrogen hormone. Sawa. Pili tunasema ni mabadiliko ya kimazingira. Sawa. Tatu tunasema ni mashambulizi kwenye via vyako vya uzazi. Sawa. Hapa ni kama wanawake wenye PID, pelvic inflammatory disease. Ila sometimes mwanamke ambaye anaweza akawa anaelekea kwenye changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi hukutana na hiyo hali, kwa sababu kila anapofanya tendo la ndoa hupata maumivu, hasa eneo la shingo ya kizazi. Yani yeye ya, anaweza kwambia nasikia maumivu chini ya kitovu, kama maumivu chini ya kitovu, katikati hapa, karibia na mbavu, hiyo ni eneo la peviki ambalo ni hatari sana ila kitu kingine ni mashambulizi kwenye njia yako ya uke, inaweza ikawa ni fungus pamoja na bakteria ambao unaweza ukapelekea dryness, yaani uke wako kuwa mkavu. Haya yote yanaweza akapelekea wewe mwanamke kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa, naye akakupelekea uweze kulichukia tendo kabisa. Sawa, ila hali nyingine tunasema ni utumiaji wa baadhi ya dawa. Hizi dawa zinaweza zikawa ni za muda mrefu au za muda mfupi, au mtu mwingine ambaye tunasema anatumia mihadarati pamoja na uvutaji wa sigara na bangi, labda ikitokea huyo mwanamke anatumia vitu hivyo. Hivyo basi, kama kuna changamoto yoyote ambayo inakufanya wewe mwanamke upoteze hamu ya tendo la ndoa na ni haki yako kuwa nayo, nitafute leo hii kwa ajili ya matibabu pamoja na ushauri usiache kuforo na kushare kwa watu wengine ili wapate elimu hii kama wewe ulivyopata.